Ukweli na uaminifu katika ndoa ni, kwa juhudi zako umempata mke ulio nayo. Hatukukuomba utafuta, we mwenyewe kwa juhudi zako umemtafuta, umetuletea si tukufungishe ndoa. We mwenyewe umemleta, kwa juhudi zako, kwa juhudi zako umetuletea huyo huyo mume wako mwenyewe. Mmeona mnajitana baby baby, sijui ni nini. Kama umemleta kwa juhudi zako jaribu ku, kuishi naye kumuishi vizuri. Mimi bado jamani, ninyi wanaume mieweukmoja ninyi wanaume walembo wawaishi wanazaliwa kila siku. Yaani walembo wanakaa wanazaliwa kila siku kila siku chempakaiachukuu cha mzumbe hapa, yaani ndio kana watoto bara <laughs> mwanaume, kama utaki kutulia na mke wako utasababisha maradhi katika ndoa yako tulia uwe mtulivu uwe mstahilivu mke ulionee ndio mke wako huyo kuwa mwaminifu kwake kuwa mwaminifu kwake Marko sura ya kumi na sita aya ya tisa hadi ya kumi na tano yesu amewatokea miongoni mwa wanafunzi wake, amemtokea wa kwanza Mariamu Magdalene. Eh, Mariamu Magdalene, huyu Mariamu Magdalene ni yule ambaye alikuwa amemfunga mapepo saba. Pepo ngapi? Saba, saba. Akamwambia kwamba nenda kawaambie vijana wangu kwamba mimi nimefufuka. Sawa, kaenda. Njiani akaona wengine wawili enda shambani, kama Yesu amefufuka. Hawakutaka kuamini, hawakutaka kuamini. Akaondoka akaenda kuwaambia mitume, hawakutaka kuamini. Baadaye akaenda mwenyewe sasa, wakaamini. Hapo mwishoni, Yesu ametoa comment moja ambayo ni nzito zaidi Anasema baadaye, akaonekana na wale kumi na mmoja walipokuwa wakila, akawakemea kwa kuto kuamini na kuwa na mioyo migumu. Akawakemea wale kumi na mmoja kwa kuto kuamini kwa kwao na kuwa na mioyo migumu kabisa kabisa, kwa kuwa hawakusadiki wale waliowaambia kwamba wamefufuka katika wafu. Akawambia, nendeni ulimwenguni kote, mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Sasa wapendwa katika Kristo, hiyo injili ambayo tumetumwa kwenda kuhubiri kwa kila kiumbe kulingana na Marko kumi na sita tisa hadi 15. Ni injili ya kufufuka kwake bwana wetu Yesu Kristo. Tumsifiwe Yesu Kristo, ni injili ya kufufuka kwa bwana wetu Yesu Kristo, yeah. Ufufuko maana yake ameshinda mauti, ameshinda nini? Mauti. Mungu amemshindia mauti, ameshinda mauti. Yesu amefufuka. Endapo asingalifufuka dini yetu ingekuwa haina maana, ingekuwa ni kama ile dini nyingine ya marehemu ile. Si mnaifahamu dini ya dini ya marehemu? Dini ya marehemu ile marehemu ile bwana. Alikuwa na leo marehemu angeishi yule leo hivi. Alikuwa na kesi ya ubakaji. Alikuwa anambaka binti ya miaka mingapi? Tisa, si ndio? Tisa. Lakini upande wa pili pia alikuwa ananalishanga miaka sitini yeye marehemu alikuwa na miaka kama arobaini hivi. Huku anambaka, anambaka binti ya miaka tisa huku analishangaza yule marehemu. Alikufa hajafufuka mpaka leo, mpaka kutukuta, na hatujui kwamba yuko mbinguni au hayuko mbinguni. Lakini sisi Yesu wetu amefufuka, tunatembea kifua mbele, kwa kuwa tunamhubiri Yesu Kristo aliyefufuka anayeishi na kaburini mule hayumo, kaburini hayumo, mmenipata jamani? kaburini hayumo. Ametuma tuhubiri habari ya kufufuka, habari ya kufufuka, sisi tunahubiriwa habari ya kufufuka. Ningependa asubuhi ya leo tuongelee juu ya mambo matatu yanayegusa maisha yetu sisi, sawa jamani? Yeah. Mambo matatu yanayegusa maisha yetu mambo matatu sisi kama watu wa kufuko ni lazima tuweze kuyaishi haya mambo matatu. Pendwa katika Kristo. Hapa nimeshika daftari hili. Nimesema nimetaja nani mambo mengi mengi si ndio? sijui fulani anaombea amani katika ndoa yake, fulani ni zaidi, watu wengi sana, fulani anaombea amani katika ndoa yake, fulani anaombea ndoa yake uponyaji, hivi na hivi na hivi hapo kimsingi tunatumia tu lugha ya picha hmm, lugha ya hmm, picha. Siku hizi jamani, kwenye ndoa ume, mmezidi kuoneana, mmezidi kuoneana kwenye ndoa siku hizi jinsi yes, kama CCM inavyooneana na Chadema na upinzani <coughs> wanaofanya fanya mafiongo fiongo manini nini madukuduku, ndivyo mnayofanyana kwenye ndoa, mmezidi kuoneana, lazima niwaambie ukweli. <coughs> Of course sio wote sio wote. Unaona, kuna mmoja pale, mmoja pale, yeye kwenye ndoa mme yuko busy na kufanya kazi uzalishaji mali kuleta, kuleta, kuleta chakula mezani, mke yuko busy na kutafuta mtu mzima wa miaka hamsini hivi ana, anapenda vijana vijana hivi miaka ishirini hivi unaona Unaona, huyu mume ana mke anakuwa ana kazi yake, ni kuumiza moyo wa mume, anachafua ndoa, anaingiza mtu watatu katika ndoa. Siku hizi wanawake wengi sana wanaanza kuwa wajeuri, wanakuwa wana waume wa pembeni, na hapo mwisho wa siku wanasababisha matatizo katika ndoa, wa mzivi Yesu Kristu, yeah. Pointi ya kwanza unayojifunza asubuhi hii sisi wana wakufuko, wa mfufuko lazima tuwe wa kweli na waaminifu katika ndoa. Ukweli na uaminifu katika ndoa ni kwa juhudi zako umempata mke ulionayo, hatukukuomba utafute, we mwenyewe kwa juhudi zako umemtafuta umetuletea, si tukufungalisha ndoa, we mwenyewe umemleta, kwa juhudi zako, kwa juhudi zako umemletea huyo huyo mme wako mwenyewe mmeona, mnajitana baby baby, sijui ni nini. Kama umeweka kwa juhudi zako, jaribu ku, kuishi naye kumuishi vizuri. Bada jamani, ninyi wanaume mmoja? Ninyi wanaume, warembo hawaishi wanazaliwa kila siku, yani warembo wanakaa wanazaliwa kila siku kila siku hpaaachuu cha mzumbe ao ya. yani ndio kwa na watoto bara Mwanaume kama utaki kutulia na mke wako utasababisha maradhi katika ndoa yako. Tulia, uwe mtulivu, uwe mstahimilivu. Mke ulionaye ndio mke wako huyo, kuwa mwaminifu kwake, kuwa mwaminifu kwake. Umenisoma? Yeah. Na wanaofanya vifujo sio wengine, ni sisi wenyewe wa Katoliki, ni sisi wenyewe wa Katoliki. Unaona, Mkatoliki mwana wa ufufuko, ana- anamsumbua binti ya watu, anamsumbua binti ya watu anafanya kosa. aefanya posa bwana, mke wako mzuri tu huyo, ni kumkarabati tu ni kumkarabati tu, najua. Na mingine kati watu ambao akili zao mbovu, akili mbovu kweli kweli, ni wanaume, wanaume ni akili mbovu sana anapoona maua yamependeza pale anataka aende pale pale maua yamependeza yameng'aa nini nini anataka, anataka ingie pale, pale. ukiona ua lolote limependeza hiyo mwanaume ujue au limependezeshwa na mwanaume mwenzako au lime au limependezeshwa na wazazi wake au limejipendezesha lakini in most cases limependezeshwa na mwanaume mwenzako umenipata baba Acheni kutafuta ma maua ya watu wengine ah -ah. Ua lako liko nyumbani, shida yako nini? Wewe nyinyi ndio akina Yuda Iskarioti. Nyinyi hata mnune, naongea ukweli, sawa? Jamani wapendwa tinagola mwanaume na mwingine, wanawake akili zao, yaani wanawake ndio shida zaidi. <laughs> anaweza akawa na gari amenunulia na mwanaume wake, mafuta yameisha kidogo tu, kafika Ka kama mtu akamwekea mafuta ya shilingi 4000 akakaabudu. <laughs> akaona kana maana pita alimu <laughs> <laughs> nulia gari hizi hizi ya pizza wanawake hizi <laughs> <laughs> ndio akawa na simu yake iPhone 15 iPhone 14 sijui Pro Max sijui bando limeisha kidogo akaenda kumshukuru, alimnunulia bando la buku bukuintkuu um, point kuu point kuu, kabisa kabisa, point kuu kabisa kabisa, point kuu kabisa kabisa, kwamba jitahidi ni kuwa waaminifu katika ndoa zenu. Kuwa mwaminifu katika ndoa yako, iwe unajulikana au haujulikani, lolote unalofanya Mungu anakuona. Mungu anakuona. Mnaumizana sana kwenye ndoa u Ukiona mpaka mtu anaandika hapa kwenye misa hivi? Jamani, siwezi kutaja. Padre, mwombee mme wangu mkorofi, mwombee mme wangu kila siku ananibadilishia wanawake. Mm-hmm. Hii ni nzuri jamani, yeah. Yaani wewe bado hujafa? Anasema kama padre amwombee ili akili yake iache kulogoa kama kipepeo iache. <laughs> unajitafutia laana hapa duniani na ndio maana muda mwingine unakuta unapata ajali mbaya, umekufa, ulimi limekaa. Kwa hiyo Mungu ameona huna maana, unakaa tu unaumiza watu, watu hata duniani. Yesu Kristo! Yeah. Mjitahidi jamani, mjitahidi, mjitahidi sawa jamani, yeah. Hali kadhalika ni wa mama, sio wote, wachache wenu mnaumiza wanaume, mnaumiza wanaume, wani mkatoliki kabisa kabisa Unaamua kwenda kuvuruka ndoa ya mwenzako — wewe ni mwana avuko gani? ani Mkatoliki gani? Wewe sio mapepo tu, wewe sio pepo tu ka, wee ndio kapepo kabaya kabisa kabisa, wewe kapepo kwa karibu ndoa ndio mzivi. Yesu Kristo yeah. Si wa hukumu lakini, mpendwa binti, kama hujaolewa, hujapata nafasi ya kuolewa, ndio vuruge ndoa ya mwenzako, ndio vuruge ndoa ya mwenzako. Tumsifu Yesu Kristo. Huo yeah, ndio ujumbe wa leo kwa wanandoa. Kila mwanandoa ahakikishe kwamba anakuwa mwana wa ufufuko. Mwanandoa atakuwa mwana wa ufufuko kwa kuishi viapo vyake. Tumsifu Yesu yeah, Kristo. Unajua shida ya umini na Katoliki ni moja. Daima wanakadhani tu kuwasaidia kwa mapadri waishi viapo vyao. Wa. Lakini wakati yeye kiapo lake linaharibika. Mimi <laughs> pale niko ndani. Niko ndani na upande wangu. <coughs> anakatana tu, anatafuta microscope, ana anata, anata, anazumu pale, anafanya nini? Angalia ndoa yako imenyoka. Wewe ndoa yako imenyoka? Unaona, mwanaume kabisa unaacha kumhudumia mke wako kumpendeza mke wako, unaenda kanisa kabisa. Kajua msifu Yesu Kristo. Kama mmekasirika kasirikeni, kasikeni; kama mmefurahi furahini, lakini ujumbe ndio huo mnaaribu watoto watoto mtoto watoto mnaharibu watoto. Unakuta mtoto kanazaliwa kwenye ndoa pale, kanakuwa katoto kakaamike miki, yani kapogapo tu ya Yesu Kristo. Hiyo ndio ya kwanza. Ya pili, mwana wa ufufuko, mwana wa ufufuko lazima ajiepushe na hila, ajiepushe na nini na hila, jiepushe na hila mara nyingi yeah. yeah. wanasema kama ah sijui viongozi wa dini wasiongee mambo ya siasa. Na mjini kule wanasema kwamba, niwaombe sana mababa zangu, nipo chini ya miguu yenu, chonde chonde chonde, ongea, Mungu anataka kuangazia. Okay. Mi ndio Mungu kuangazia, ameniangazia hiki Tanzania, kwa sasa kuna hali fulani ya ukosefu wa amani <coughs> Huu mvutano vutano watu hawapendi. Watu hawapendi mvutano vutano huu. Na wewe sipi unasema kama ongea? Ndio Mungu ameniangazia niongee hiki sasa. Mvutano uliopo kati ya serikali na vyama vya upinzani wakae waongee, wayajenge wayajenge waya wakae wayajenge, ili nchi jamani, tutunze amani tumsiwe siku yeah, tutunze amani kama niambi, mimi mimi ni shabiki wa Yanga jamani <tutuze> sawa jamani, mimi ni shabiki wa Yanga sasa, inawezekanaje nje mimi shabiki wa Yanga sisi Yanga tuandae mechi sisi wenyewe. Tuandae mechi sisi wenyewe, tumtafute referee sisi wenyewe, halafu tena inafika mwisho wa siku tukacheze na Simba. Referee tumemwajili sisi na tunamlipa sisi. Je, huyu referee ata-ataic-ata, ata, ataifanyia ata, ata, ata, ata fair Simba kweli? Hapana. na watu wa Simba wanasema samahani father, tunakuomba tukae tu yajenge tumpate refalia ambaye yuko neutral mm. father unajua kabisa father wewe ni mtaalamu upo juu father una wana... timu yenu ni nzuri ya yanga timu iko juu ipo juu tu ili ili usini usinde kwa haki tupate refalia ambaye yuko neutral tunasema kama yule anataka kuharibu mchezo jamani kuna kweli wote jamani hapo jamani hebu tuongee kweli jamani waamini tumzi Yesu Kristo tuongee kweli jamani hivi yaani ukiwa tu ukiwa tu kuna wanacheza Ule, Simba na Yanga akipata, kuomba apatikane refarii ambayo iko neutral. Kuna kosa lolote hapo jamani? Kuna kosa lolote hapo jamani? Tuongee ukweli jamani, jamani, kuomba kama kama ni Simba na Yanga apatikane refarii ambayo iko neutral, na anayeomba, tuongee ukweli jamani, kuharibu mchezo jamani. Tunafanya nini? Hii nchi tunaiharibu jamani, tunaiharibu nchi yetu nchi tunaibomoa. Amani, amani inapatikana kwa shida, amani inapatikana kwa shida. Na amani kisha, amani akishapotea ni shida, amani ni shida jamani. Haijalishi wewe ni Katoliki, hata kama huko timu ya Yanga ambayo mnapanga kuweza kuihujumu Simba, hata kama mmekaa kikao kwa pamoja kuihurumu timu ya Simba, mna dhambi mbele za Mungu. Mna dhambi mbele za Mungu. Hivi wewe nakulia kitu kimoja. Sawa. Yaani <laughs> kuna timu za mchangani hizi, timu za mchangani. Sawa jamani. Kuna timu ya timu mchangani, za mchangani. Hivi timu yetu ya mchangani hivi. Unaona pia timu cha mchangani? Yaani kuna timu kiko hapa. Hii daraja la. Yaani ni timu ya Manjelo Stand hapo. Hivi timu ya Manjelo Stand inaweza kushindana mm, na Yanga? Hapana. Hapana. Sasa Yanga na mabavu yake wana majina yao, majina makubwa, wanataka kufika na refali wao wenyewe. Ah ya akatimka ka mwanzilo, na akatimka ka mwanzilo kanasema, ah refali ndiye naye nini tumpate. <laughs> atoka atoke mkoa mwingine, mnasema wewe, chini ya mwanzilo unafanya kuja kama wewe ni kuchimbu wa Yanga, kuchimbu kukubwa, wewe una nguvu, mtafute refali aliyokuwa neutral ili ushini upatikane wa haki za jamani Niwe naongea jamani? Hata kama nyinyi watu wa timu ya Yanga, nyinyi watu wa timu ya Simba Kings, mmepanga kama timu muweze kuhujumu timu ya wenzenu. Haifai mbele za Mungu. Haifai mbele za Mungu. Na ndivyo ndivyo tunakutoka kwa majaribu ya ajabu kabisa kabisa. Mungu hapendi. Na huyo huyo anasema tusiongee baada sasa mimi siasa naongea na ndio siasa nimeongea hii. Kazi ya kazi ya ya sisi ndio mwele ni kukemea uvuluvulu wote ule. Kwenye ndoa mtafanya simekemea uvuluvulu kwenye ndoa. Nikikemea bulubulu wa ndoa, amsema kama fadha anaingilia ndoa, amsema ehe. Nikikemea bulubulu kama jamani, vijana leo hapo, amsema fadha anaingilia bubuvivu wetu, amsema. Nikikemea kama jamani, eh, sasa hivi hapa vijana wa, amsema fadha anaingilia elimu. Kwa nini? nikikemea kwenye siasa, nasema naingilia siasa. ni ujinga ule kidhili huu. Tunachezea amani, tunachezea amani. Wacha ujinga. Yeah. Kwa hiyo jamani, yule mtu alisema kama ni wasii sana, ni wasi sana chini, yani ya miguu yenu. Mimi ndio Mungu ameniongozea hivi, yaani enda a Mungu akiniangazia, eti tu niseme timu ya Yanga safi, safi. Inapiga mwingi Yanga ikiupiga mwingi naisifia, Yanga ikikoboa naiponda, na pia Yesu Kristo. Yeah. Ishi katika kweli na kweli itakuweka huru. Tumsifie Yesu Kristo. Hilo ndio la peace. Na kama kuna yeyote ipo katika hila hiyo, hata kama nimekaa unajua tumsifie well. Yesu yeah. Kristo. Kuna aina za dhambi. Kuna aina za dhambi. Kuna dhambi binafsi. Kuna dhambi ya jumuiya. Lakini to the end of the day ila inamkamata mtu. Mfano, dhambi binafsi. Mtu anaweza kuwa amekaa, ndio dhambi binafsi mfano zote hizi, uzinzi, wizi, nini nini. Sawa jamani? Lakini pia kuna dhambi ya jumuiya. Tumekaa sisi kama jumuiya nini, kwa kauli moja, kwa kauli moja tumekaa tumeamua kwamba tusilipe zaka, si ndio jamani? Tumeamua kwa wote. Hata kama tumeamua kama kikundi, itabaki kuwa dhambi, itabaki kuwa nini. Hapa kuna wanasheria wengine, wanasheria. Eti eti mwanasheria, mimi ni hapa nikienda kuponja ile gari, kuvuja vile gari, mimi kama mimi tunakamatwa mi kama mimi hmm. Tukisema tumeamua sisi kwa kauli moja, jumuiya mtakatifu Marko Mwinjili tuua tunakamatwa wote si ndio? kama ilivyo katika mambo ya kidunia, kama ukifanya dhambi pekee, ukifanya wewe pekee yako unakamatwa, mkifanya kama grupu mnakamatwa, si ndio? Na kwa Mungu ni hivyo hivyo pia. mnema, sisi, kama, sisi kama timu tumeamua kwa hiari yetu, tunapeleka mbuzi

Tuongee ukweli, tuongee ukweli. Tuongee, maana unajua kuna shida moja. Wengine ambao ni ambao ni watumishi wa timu hizi wamefungwa. Akiongea pia kwa pia kwa pia kwa pia kwa. Wewe tunakulipa mshahara wa timu wewe. Toka nje, toka. Atakosa ugani. Sasa mimi mimi ni padre, sina mke. Sina familia, watu nataka wanifunge, watu nataka waniuze. Lakini ukweli ni ongea. Unazimesikizu? Ila kitu la tatu jamani. Na tatu sisi wana wa ufufuko, kwamba kwa tunaishi vizuri na watu, tuishi tuonyeshe ufufuko wa Yesu kwa matendo, tuonyeshe ufufuko wa Yesu kwa kwa matendo kwa matendo yetu, tuwe wema mitaani wetu huko. <coughs> Unaona, mda mwingine pengine mwingine mingine unaona una, una pale pengine kuna e, msiba. Nenda msibani, nenda nenda msibani, usiwe na dalao. Nenda msibani, nenda msibani. Nenda msibani. Nenda msibani. Nenda msibani kuna sherehe, kuna harusi, nenda kwenye harusi. Hata kama ile harusi lao wamesema hebu mchango wa shilingi elfu hamsini kwa sabini hata kama wameka ile harusi lao elfu hamsini kwa sabini hujaalikwa, si jirani amfunga ndoa, nenda kusaidia pale nyumbani, kufagia fagia. Hata um kama elfu sabini hiyo huna, nenda kusaidia pale, si umeshiriki? Eh, unajua mdalio pia atakuwa ni ujinga. Mbaba nyumbani hauna unga, utoe elfu sabini alafu mkale mkale kwa mdamu kwa mmoja tu Sijafema kama msichangie elfu sabini, changieni. Lakini pia changia ili hali unafamu unaweza kwamba wewe, nyumbani unafauka kidogo. Wewe unafanya, unajua mda mingine sime Tanzania. Ni kama, ni kama tunajizima data. Wewe, unafanya kazi sehemu. Sawa, mshahara wako shingat, laki na nusu. Laki na nusu. Nus. Kesho unaliko una, una kwenye, kwenye ndoa, unatoa ya elfu sabini kwenye ndoa. Wewe una akili wewe. Una akili. kula kulingana na urefu wa kamba yako. Wenzako wana mamishala laki saba huko. Wana mamilioni 3 huko. Kule kulingana na wewe na wewe na kamba yako. Lakini kwa hiyo kwa sababu ushiriki mambo ya kijamii jamani, kuna msiba sehemu, nenda. Nenda kwenye msiba sehemu. Kuna kuna majitoleo ya serikali sio fanya nini? Nenda kafanye hicho, nenda kafanye hicho. Nenda kafanye. Mwana ufupe pia si mbishimbishi pia kufuata sheria za nchi. Fuata sheria za nchi. Pata sheria za nchi sawa, jamani, ati sheria za nchi kwa kwa mtulivu, kwa mtulivu, hata kama unaonewa sawa, vumilia kuonewa, itafika siku ya siku, Mungu mwenyewe jamani, ataongea. Kwa hiyo ni mambo haya matatu asubuhi, jamani, mambo la kwanza ni mambo ya ma? uaminifu katika ndoa, la pili ukweli katika timu zetu, za, za Simba na Yanga tu kweli kabisa. <laughs> Tupate refa wa neutral la tatu tuweze kuishi tuwe watu tuwe watu wema, watu wema. haina maana kwamba mimi mwana wa ufufuo mwana wa ufufuo nagombana na watu nagombana na watu, mwana wa ufufuo gani, mwana wa ufufuo gani? nakumikose ndumizie Yesu Kristo yeah. inatosha yeah. <laughs>